Hebu jaribu ah, kunielewa basi Hadija. Mm, wewe mtoto Kivuruge kama jina lako unajua. Mimi nakuelewa, eh, mimi nakupenda. Unataka mpaka nifanye nini uelewe eh, kama mimi nakupenda mama. Mimi napata mm, taabu na wewe usiku kwa ajili yako eh, mimi najua wachawi rafiki yangu. Kumbe wewe Hadija, nikubalie mwezi eh, mm, mimi napata taabu. Mimi nakupenda kweli, soma siala, mimi sitakuja kukuchezea, yaani bora nijichezee mimi sawa au nimchezee ndugu yangu kuliko kukuchezea wewe. Mnelewa yani mimi nimekufa nimeoza yani, hapa bandama zote hizi zishavurugika, vyote vipo kwenye korodani. Neelewa mama, nikubalie eh? Mimi uh, napata tabu mwizio, kwani mimi wanawake wengine siwaoni? Kwani nimekufuata wewe nimekufata wewe kwa sababu najua eh, mama mzuri wa sura, mama mzuri wa shepu. We Mungu wewe kakupendelea, yani wengine wala amekatikwa kandikwa tu, lakini we Mungu udongo kaujazajaza, mama, kila sehemu. Nikubalie bwana mweziwa dijo silifanyie hivyo oh. hmm <coughs> eh? na umemaliza na mengi, lakini nataka kusikia jibu lako mama. Ay, kwamba mimi natafuta bwana au na shida ya kutongoza na nani? mtu kama wewe nani, kutwa unavaavaa mikofia mitatu mitatu, halafu bado ukae uwe na mimi eh? Sina shida ya kuwa na wewe, tafuta wazee wenzio, maana unapojulikana kama kijana au mzee umsi, unanielewa, fanya maisha yako, sikutaki. Sikutaki. Wacha kaa siku huko kaoga, unaangaika na mimi

Aniski, sija kusikia. Vipi, mambo fresh? Niambie, shida nini? mbona <laughs> winja winja hivyo unakimbia kimbia, nakanaka naka, nini shida? Uh, Ramadhani njema kwanza. Ah, Ramadhani Mubarak, nashukuru Mungu tumeuona, eh, ndio vinaishia hivyo mwezakambie, ndio nilikuwa naenda kuchezwa, kwa hiyo nikose kwenye ubia usichana wangu. Kwa hiyo kwa kuwa nimechezwa, sasa hivi naweza ngakubalia tukaanza mwanzo mpya tena, mwezi huu mwezi mzuri. Wewe nimenyoa hadi pala, ndugu. Ah, mama mama mama, funika kwa kichwa, funika funika. Ha, yani bora kipala, tusingeonyeshe kitu kipala. Mama nimepaka paka mpaka manani, haya bado niamini. Mama hebu funika hilo pala kwanza, mama pala hiyo. Rafiki yako wewe, mtoto wa Mandanga. Kwa hiyo sasa hivi kazi kazi tu, ah, kazi kazi Umekwa Baltazari, mama niache, sikutaki, sikutaki. Mimi najua nataka hela habaya, wewe mimi, mama sikutaki, niache eh? Kubali kwanza kukataliwa, kwanza afu Ramadhani, mimi pona Mwenyezi Mungu eh. Bwana uta, utafuta viungo vyangu, sitaki kukusikiliza mimi, nimefunga wewe huelewi we, we, we, nini? Sikutaki jamani eh, kama ni kula kukombea na zangu ah, na umwezi usifikirie hivyo jamani, una kula ulivyoiweka jamani, wewe ndio uliniambia mimi, mzee mimi sijui oh, mimi mimi nimepaka dime mine jamani, bampe wewe we, sitaki mama, niache msinigande gande, niache msimambo tu yeah. Kubali eh, kubali kukataliwa bwana wewe <laughs>